Wali ambao, wali niyo, ni wale ni ambao waliteswa kule kwenye pori ya ununio na eneo lilotesewa kwa rekodi kuweka rekodi vizuri tu ni pori ambalo ndo walimtupa marehemu mzee Ali Kibao. Kwa hiyo ni location ile ile e, ambako mzee Ali Kibao alitupwa na ndo sehemu wamepelekwa kwenda kutesewa, au 13. Kwa hiyo eh, kila mtu anakuwa ni kikundi cha watu watatu watatu, wanashughulika wanaweza kuchukuliwa wa wawili hapa watatu pale, kwa katika hao 13 tisa ndo wamepatikana wako hospitali lakini nane, nimeenda na Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Lema mwanajamaa, tumeona viongozi nane, tumesalimiana nao na tumewajulia hali majeruhi. Lakini mmoja vile vile tunazo taarifa za kufariki kwake, na maana amepigwa mpaka ameuawa, na bado hatujajua jina lake ni nani, lakini alikamatiwa Kisutu kwa mujibu wa watu waliokuwa nao hapa. Kwa kumpa nafasi kaelezea mheshimiwa Elizabeth Mambosho kwamba hao walipokuwa wamekamatwa, yule alikuwa anakuja e, naye kuungana na wenzake akiamini e, kwa sababu Eliza ndiye alikuwa anapigwa sana. Kwa yule mwanachama aliona mwenzake ya anapigwa, akasogea ili kuja kuwasihi polisi wasimuumize walipokuja. Kuna mwanadada mmoja alikuwa pale, alitoa amri yule alikuja naye apigwe. Kwa hiyo yeye alipigwa, tulungu la kwanza tu alipigwa kichwani na akapasuka, damu nyingi zinatoka. Kwa Eliza akiwa chini anapigwa, anasikia polisi wanasema, mwaisheni atatufia. Sasa tumefika pale Mwananyamala tumemkuta amepelekwa emergency. Emergency daktari emergency, aliyekuwa anatutambulisha majeruhi wetu, daktari wa wa emergency, ndiyo wametuambia, katika tisa waliokuja mmoja ameconfirm kwamba amefariki. Na tulipotoka pale emergency, Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Lema kwenda mortuary, tumekuta gari ya polisi na askari kama watano tukaomba kwamba wamalize kumshusha yule maiti tumtambue na tuwapigie mbele viongozi waweze kujua ni nani, lakini cha ajabu polisi walivyotuona mheshimiwa Sugu na Lema na mimi na baadhi kama makamanda kama walio tatu pale mochwani, na tayari washaandikisha kwenye daftari kwamba wana, wana mtu wana mkabizi wao ni wakina nani wametoka naye wapi, na yule mtu wa mochwa ameambiwa kule majeruhi emergency, amejulikana ni mtu wa CHADEMA katika tisa waliofika yule emergency tulikuambiwa lakini askari walipotoka Ibejes kwenda Montwell wakasema mtu ule amekufa maji. Kwa hiyo, tukasema, na maji maji, na kwa hiyo na sisi tukasema hata ukorunio watu wetu walikuwa wanateswa. Walikuwa na maji maji na madimbwi, kwa hiyo tunatamani hata mtu alikufa maji tumuone, maana leo Dar es Salaam hakuna mafuriko wa kusema kuna mtu mzee anaweza kufa maji ndani ya Dar es Salaam. Polisi waliposikia tumekuwa hapa tunasubiri kumtambua ule maiti. Wakamrudisha, wakafunga gari ya polisi, wakashusha turubai, wakakimbia na ile maiti pamoja na kwamba alisha msajili wa mshushi lakini kwa kuona tu CHADEMA tumefika, bado watu mshuhudia maiti wetu. E, wakafunga gari ile, mlango wa nyuma, wakashusha turubai, wakadadia ile gari lakaka, wakavua gloves na ni baada ya askari mmoja ambaye tulimtambua ni inspector kuongea na simu. Kwa hiyo, wenzetu, tuliporudi hapa makao makuu wanataka kutujulia hali yule ambaye amepigwa damu za nyingi sana anaendeleaje, ndo tunasema kwamba tumeenda hapa tumeambiwa ametolewa emergency, amepelekwa Montwell. Kwa hiyo so far tuna ripoti ya kifo kimoja cha kamanda wetu mmoja mmoja katika ao na CHADEMA, lakini vile vile tuna nane ambayo ni majeruhi wamekimbizwa Mwananyamala na wengine wamepewa rufaa kwenda Muhimbili, na sasa hivi zoezi linaloendelea ni kutafuta wengine wako wapi e, maana makamu mwenyekiti yeye walimkamata daraja la wa Sarenda baada ya kumshurutisha kumsukuma na kuanguka wakamleta kwa nguvu na magari yao. Askari wawili wakaendesha gari ya makamu mwenyekiti na mmoja wa dereva wa wame makamu, wameingia mpaka hapa wamepaki gari, alafu wakamchukua dereva wakaondoka naye bora dereva wa mwenyekiti makamu, vile vile tunamtafuta tujui kwapi, lakini wakati anakuja hapa alisindikizwa na askari wawili waliovaa kiraia, wakapaki gari ya makamu mwenyekiti heti hapo, wakamchukua dereva wake wakatoka naye getini. Ikaja gari nyingine ya polisi wakamchukua na dereva wakaondoka naye. Kwa hiyo sasa hivi tuna taarifa tu kwamba makamu yuko stadei, lakini dereva yake hajulikani alipo. Ya na tuna taarifa ya katibu mkuu na baadhi ya makamanda wanasema wako polisi hapo, tuna taarifa nao, lakini nimesema tumetoa wito ili kumjua ndugu zetu waliouawa ni nani, jina lake tujue ni nani. Tulitoa wito kwa wanachama wa tambuano waliofika Kisutu, nani haonekani, lakini inaonekana ambaye haonekani si mmoja tu alifariki Tumesema familia zaidi ya kumi bado hazina mawasiliano na watu wao, walitoka asubuhi na mpaka sasa hivi hawajulikani wako wapi. Lakini angalau wa mmoja pale Mwananyamala, e, tulip, tulithibitishiwa na daktari wa emergency kwamba polisi walipomleta na defenda alikuwa tayari ameshafariki fariki, na tulipomfata mtu tumeona polisi, tumeiona defenda, lakini polisi walipotuona wakaogopa kushusha ile maiti, wakafunga tumubai wakakimbia na ile maiti. Kwa hiyo hiyo ni update bora tuwagaie kama chama rasmi na mimi mwenye kitu kanda pwani, kwa sababu jambo hili limetendeka na kutokea kwenye kanda yangu, tujue tunakabiliwa na changamoto gani. Hata sasa hivi tunapoongea hapa, tumezingirwa kila kona, kuna magari ya polisi kuashiria, bado wenzetu wanashari zaidi, si tu kwamba jambo la kule Kisutu, lakini hapa makao makuu nje tuna gari zoja askari na nane zaidi ya gari tano kila kona kuingia makao makuu, kwa kuashiria ishu sio sio Kisutu tena wala kesi ya Lissu, lakini wenda wana ajenda yao binafsi ambao sisi hatujaijua, CHADEMA shida ni nini na imetokea wapi. Kwa hiyo tunapoongea hapa, wana CHADEMA, kwanza tuendelee kuwa imara, lakini vile vile tutakuwa tuna utaratibu wa kila baada ya masaa kadhaa kutoa update ya watu wetu, wote wamepatikana, nani ana hali gani na nini kinaendelea. Je, kuna watu walioongezeka, vifo vimeongezeka au majeruhi wameongezeka? Na Mungu akijali wa wakitoka wote, kama ni kesho, kesho kutwa, tutaita waandishi wa habari, watakaa hapa kila mmoja wapo, waliovunjwa miguu wapo walioteguliwa mikono wapo waliovunjwa vidole wapo waliopasuliwa wapo ambao wamevunjwa uti wa mgongo ndo wengi. Kwa mimi tangu nianze siasa sijawahi kuona askari wanampiga raia, tena wanampiga sehemu moja tu, uti wa mgongo. Mkurugenzi wa fedha wa CHADEMA bwana Tito naye ni miongoni mwa majeruhi ambao ni mautute, anapata rufaa kwenda Mimbili. Yeye amepigwa sehemu moja tu, tukimwona ni mzima lakini, wameushambulia mgongo wake uti wa mgongo tu, kiasi kwamba hawezi kukaa na kusimama. Kwa hiyo alipigwa sehemu ya uti wa mgongo wako wanne katika pale Mwananyamala, ambao ndio wanatafutiwa rufaa ya kukimbizwa Muhimbili. Ukiwaona kingine ni wazima, lakini wapigaji walikuwa wamelenga mgongo tu, uti wa mgongo sasa. Mara mtu anaye uwezo kusema alikuwa ana nia njema, lakini vile vile kwa mtu kumkamata mtu sita center, pamoja na vituo vyote vya sita center, akatumia magari ya polisi, uniform za polisi, silaha za polisi akaendesha gari kutoka city center mpaka ununio mpaka magwepane, hatuwezi kusema mtu huyo alikuwa anafanya zoezi la kukabiliana na wahalifu. Mtu huyo yeye ndiyo mwalifu, kwa sababu tunaamini ukamata mwalifu na kupeleka polisi, anafunguliwa mashtaka, anahifadhiwa rumande, anapewa dhamana au anapelekwa mahakamani. Lakini ukamataji wa kukamata wanaChadema kuwapeleka polini tena maeneo ambayo wanaChadema, tumekuwa tumeshuhudia viongozi wetu wakubwa kabisa wakiwa wameuawa na kutupwa na kutelekezwa. Leo ndo wanachama wa kawaida wanaenda kutesoma wana maeneo yao, na baadaye wanatelekezwa wakiwa hawana simu, fedha zao zimechukuliwa na askari, simu zao zimechukuliwa na askari. Askari kuna mmoja anatuambia hadi viatu wamemvua, yaani kipindi wanapiga wamemvua ni viatu, wameondoka navyo kwa wakati wapata msaada Ununio, wameondoka pekupeku. Unaweza ukaona ni kiasi cha uhalifu kiasi gani dhidi ya binadamu. Huu ni uhalifu dhidi ya kibinadamu. Kuna namna ambapo jeshi la polisi limefundishwa kukabiliana na mhalifu. Kuna namna mafunzo ya wa na polisi, namna kukabiliana na watu ambao ni wahalifu waandamanaji. Lakini mtu ambaye yuko njiani na mshtaki na kosa gani? Yaani katibu mkuu na mkamata faya, ukimpeleka mahakamani kosa lake ni lipi? Kutembea barabarani na gari? Kwa sababu kama una taarifa yote ya kiintelijensia, anakuja mahakamani ni raia mwema, tena anakuja kwenye kesi ya kiongozi mwenzio. Tulikuwa tunaamini yeye hana kosa lolote, lakini kumkamata mtu barabarani unamshusha kama alivyoshushwa makamu mwenyekiti yetu pale Salenda, kumshurutisha, kumburuza chini, kumtweza utu wake, kumdhalilisha kwa sababu tu anamwelekea kwenda mahakamani, ambapo mahakama, sheria inaruhusu kwamba mahakama ni public place, ni maeneo ya umma, ambapo mtu yeyote anakaribishwa kushuhudia, kusikiliza, kumsindikiza ndugu yake kwenda kusikiliza shtaka dhidi ya ndugu yake au kupeleka dhamana au kupeleka msaada wa chakula kwa ndugu yake anapoletwa mahakamani, lakini leo imekuwa ni tofauti. kwa hiyo Tumewaita hapa kutoa hiyo update kwenye kanda ya pwani, na katibu wetu wa kanda ya pwani ndio anayehudumia majeruhi wote, na majeruhi wote wanatibiwa na Chadema kwa gharama zetu, kwa michango wa wanachadema. E, wale ambao wanahitaji namna ya kuchangia majeruhi wetu, utaratibu ni ule ule kwa namba yetu ya kuchangia chama na chama kitawatibu, na wale ambao watakuwa hali zao ni mbaya, kama nilivyosema, kila baada ya masaka zao tutakuwa tunakuja mbele yenu na kutoa taarifa ya nini kinatokea. E, na nini kinaendelea dhidi ya majeru wetu paka na wale ambao wamepotea. Mpaka jioni, ninaamini tutakuwa tuna majina ya watu ambao wamepotea na hawajulikani walipo baada ya kukamatwa maeneo yale ya Kisutu. Sasa kuna wanachama mpaka muda huu kwa viongozi mbalimbali ambao wa mkoa wetu wa Dar es Salaam waliaga familia zao, wanatoka wanaenda Kisutu, hawajulikani walipo na Kisutu hawajafika wa na mpaka sasa chama na wanachama tunaendelea kutafuta viongozi ambao wa wamepotea, ambao walikuwa tangu asubuhi wameaga na kuja wa Kisutu, zaidi ya viongozi kumi mpaka sasa kwa baadhi ya familia anazotupigia. Lakini vile vile viongozi wa chama makao makuu waliokamatwa ambao wako mikono ya jeshi polisi, tunao makamu mwenyekiti bara, Mheshimiwa John Eche Tunaye Mheshimiwa katibu mkuu Mheshimiwa John John Mnyika, ambayo wako mikononi mwa polisi. Hali kadhalika tunaye na mkurugenzi mmoja Mheshimiwa John Pambalo, ambaye yuko mikononi mwa polisi. Lakini tunaye mjumbe wa kamati kuu mmoja ambaye naye amekamatwa na anashikiliwa na jeshi la polisi, Mheshimiwa Lucas Ngoto, ambaye ni mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Serengeti na sisi tumechukua wajibu wengine. Tulikuwa Kisutu, na baadaye kwa sababu ya mambo yaliokuwa yanatokea waliweka coordination center ya mawasiliano pale jirani ya Kisutu kwa ajili ya ufuatiliaji wa watu wetu wote kinachoendelea na kutoa brief e. Baada ya masaa kadhaa mbele tena tukapokea taarifa ya viongozi mbalimbali ambao wameokotwa kwenye mapori ya Ununio na Mabwepande, viongozi hao wa Chadema. Walikamatwa nje ya geti la Kisutu baada ya kuzuiwa kuingia Kisutu, wakaingizwa kwenye magari ya polisi. Kutoka Kisutu mpaka sehemu wameenda kuachiwa ni kilomita 29. Kutoka Kisutu mpaka Ununio ambako wameenda kutelekezwa ni kilomita 29, na kutoka Kisutu mpaka Mabwepande ambako wengine wameenda kuachiwa kule na kutelekezwa ni kilomita 36 utagundua njiani kote huko walikokuwa wanapitishwa na, na, na, na, kwa na kituo cha polisi. Wale wakamata wana kituo cha polisi cha kati cha Central, wana kituo cha polisi Ilala central pale pale, wana kituo cha polisi mkoa wa Kinondoni Oysterbay, wana kituo cha polisi wilaya Ilala central pale pale, wana kituo cha polisi Kinondoni kwa bana wa Oysterbay, kuna kituo cha polisi cha wilaya Magombeni, kuna kituo cha polisi cha wilaya Mburahati kuna kituo cha polisi Kijitonyama pale Babatini, lakini kote huko walipitishwa na kituo cha polisi Kawe, hawakupelekwa. Siku ya mwisho wameenda wameshushwa Ununio, wamepigwa sana. Na katika kundi la watu kumi na tatu waliochukuliwa Kisutu kwenda kupigwa porini, wa kwanza ni makamu mwenyekiti Zanzibar amepigwa sasa hivi ni maututi, hospitali ya Mwananyamala, wanamfanyia rufaa kumkimbiza. Na mwingine wa pili ni mheshimiwa naibu ambaye amejeruhiwa angalau kidogo, sio maututi, lakini maututi, lakini amejeruhiwa eh, kwa kupasuka kiganjani, amepigwa marungu, amevunjwa kiganja na kupasuka, lakini vile vile enka chini imepigwa virungu kabisa kwa hiyo wanafanyia vipimo pale vya kuangalia madhara anayopata. Alikadhalika, vile vile tuna vijana wetu ambao ni wanachama mbalimbali na viongozi wa chama ngazi tofauti zaidi ya saba ambao nao wanafikishwa hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu ya awali, na baadhi tumeambiwa tun tukapewa taarifa wakipata rufaa kwenda Muhimbili. Kwa hiyo so far katika viongozi kumi na tatu walopelekwa kule ununio wa magari tofauti na polisi Kushushwa na kuanza kupigwa. Wamepigwa wakifika Ununio, njiani huku kote, kwa mujibu wa maelezo yao, hawakuguswa, lakini walipoenda kushushwa Ununio wakaambiwa, walale chini kwenye madimbwi, wameshambuliwa kwa marungu na mijeredi, wahaya wengine kwa kufungwa na kamba, huwezi kujitetea. Na hata walivyomaliza, wakiwa wameumizwa sana, waliambiwa lale kifudifudi. Wakiwa wamelala kifudifudi, baada ya muda wakasikia gari za polisi zinawaka na kuanza kutembea kuondoka. Walipoamka wakajikuta wako polini pale pale ambapo walikuwa wamelala, lakini polisi wakiwa wameondoka na kuwatelekeza bila kuwapeleka sehemu nyingine yoyote. Sasa katika wale kumi na tatu taarifa mpaka sahivi ambazo tunazo ni za watu tisa katika kumi na tatu watu wanne hawajulikani walipo kwao. Tumewaomba wasabaria wema wamwepande na Ununio, waendelee kutuangalizia hao wanne wengine walishushwa wapi, kwa mateso au kusulubiwa, ili kama wanapatikana waweze kusaidiwa. Tumewaita kwa mchana huu kwa kutoa brief, kama chama cha demokrasia dunia iweze kujua nini kinachoendelea. Kwa hiyo sisi kama chama tumeona ni vizuri tukatoa taarifa ambazo ni rasmi kupitia kwetu, kiachana hizo, kila mtu anaongeza kwake, na taarifa rasmi ni hii ambayo tunawapa. Mimi kama mwenyekiti wa kama natambua leo siku nine maramis, ya 24 Alhamis ya mwezi wa 4, kwenye mahakama ya Kisutu palikuwa na kesi na umkabili mwenyekiti yetu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Mheshimiwa Tundu Lissu, ambao pale anakabiliwa na kesi mbili tofauti, moja ikiwa ni kuandika taarifa za uongo, lakini vile vile kesi ya pili ambayo ilikuwa inafanyika saa tano ilikuwa ni kesi ya uhaini. Kama kupitia viongozi wake mbalimbali waandamizi na, na makamu mwenyekiti mara mara kadhaa tulitoa wito kwa wanachama wetu kufika Kisutu kuweza kusikiliza na kufuatilia shauri au mwenendo wa kesi na mkabidi mwenyekiti wetu. Lakini leo kwa masikitiko, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA viongozi wetu mbalimbali na wanachama wakiwa hata hawajafika Kisutu, wakiwa njiani Mheshimiwa John Mnyika na baadhi ya viongozi wa ndamizi kiweo wa kinapambaru wamekamatiwa faya kilometa 4 kilometa tano kutoka mahakama ya Kisutu halikadhalika, Mheshimiwa Heje amekamatiwa njiani e, kwenye daraja la Salenda kilometa vile vile tatu wa nne kutoka mahakama ya Kisutu, na baadhi ya watu wachache vile vile wamekamatiwa kwa njiani elekea Kisutu lakini, kwa baadhi ya watu wachache waliofika Kisutu wamekumbana na kadhia, kamatakamata, vipigo, kutekwa bila kuambiwa na wanapelekwa wapi, kuzungushwa kwenye magari ya polisi muda mrefu, na kisha baadaye kutelekezwa maeneo mbalimbali.